Tunachokitafuta ni sura ya tabasamu, ni maisha safi, uwezo wa kufurahi wakati ukiitoa ile huduma yako, hata kama ni kutandika kitanda, hata kama ni ufanya nini wewe. Aina ya mawazo yake ya nayo yalihusu yanayokupa furaha ni yapi? Hicho ndiyo tunachojili nacho, hatudili ameelezea mazingira mawili kwamba maisha yetu yanaongozwa na ya mazingira yaliyoko nje na ya mazingira ndani lakini Mungu ametupa mazingira ya ndani yetu tuyatawale, mazingira ya, ya nje, lazima utoke ndani yako kiwa unajiamini. Mimi ni muuguzi kwa huyu mgonjwa wa leo, nije kumuona leo, mimi nina uwezo wa kumsababisha akafurahi tena, si ndio? Huwa yeah. Unakiamini hicho na, na unapoenda kwa, kwa mgonjwa kwenye kila alichokuwa anazungumza, usimwambie hicho, kamtafute daktari wako, usimsababishe mgonjwa aingie kwenye kwenye kwenye hiyo hali, ila ukimsababisha mgonjwa ukamwambia mgonjwa nitakupa ni dawa ya maumivu, lakini nitakubadilishia upande huu unaokuma, atakulaza upande wa pili, lakini kila baada ya muda fulani nitakugeuza, na muda fulani takuletea dawa. Hapa ninaenda kuandikiwe dawa ili nilete nikupe, hautajisikia wewe vibaya. Tunachotafuta ni kwamba do not provide care while you are feeling yourself bad. Tumelewana, usijisikie vibaya, jisikie vizuri zaidi.